Nikiripoti kutoka eneo la tukio, mimi ni Hajajo TV. Taarifa ya habari ya hivyo TV. ni kule tupo kwa muda, na hili ni bonde ambalo inakutanisha ni kivuko za wananchi katika shughuli zao za kijamii. Unayemwona hapo mbele yako ni mwanafunzi akitokea na mtu huu shuleni na, na kuelekea nyumbani. Huyu ni mwanafunzi huyu kutoka shule kwa maujana, si muda kutoka darasani, lakini muda ambao alimuomba apate kurudi nyumbani kwa ajili ya hali ya hewa. Mto sio kajaa, akashindwa kupita. Kuna baadhi ya changamoto wanafunzi wapatie elimu mvua ikinyesha, fanya biashara na wananchi hawawezi kuvuka katika kivuko, mkutano mkutano wa apale...